Katika kuadhimisha miaka ishirini na sita ya kumbukizi ya kifo cha Baba wa Taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kinachoadhimishwa kila ifikapo kumi na nne Oktoba kila mwaka, Watanzania huungana kuadhimisha siku hii kwa namna tofauti tofauti, ikiwemo usafi wa mazingira na shughuli nyinginezo. Kwa upande wa shirika la Upendo Youth Development Organization UYODEO, lililopo wilayani Kilwa mkoani Lindi, wameadhimisha kumbukumbu kumbu hizo kwa njia ya kuandaa tamasha la vijana lililofanyika kata ya Pande katika kijiji cha Mikoma. Tamasha hilo limekutanisha vijana na kushiriki michezo mbalimbali ikiwemo mpira wa pete kwa wasichana na mpira wa miguu kwa wavulana, lakini pia kulikuwa na utoaji wa elimu kwa jamii hususan katika suala zima la malezi. Mkurugenzi wa shirika la UYODEO Ndugu Sylvester Karigita ameeleza malengo ya kuandaa tamasha hilo na kulihitimisha katika kumbukumbu hizo. Kwa jina anaitwa Sylvester Karigita, ni mkurugenzi wa taasisi ya vijana UYODEO, yaani shirika la maendeleo ya vijana Upendo. Kwa hiyo leo tunahitimisha kwa shughuli mbalimbali. Shughuli ya kwanza ni hiyo fainali ambayo inaenda kukamilika leo, lakini shughuli ya pili tumekwenda pia mpaka kwa mchezo wa pete kwa wanawake ambao wameshiriki katika mchezo wa pete e, na kweli vipaji vipo. Aa, ukiangalia katika mkoa wetu wa Lindi au ukiangalia katika wilaya yetu ya Kilwa uh, kidogo mchezo wa mpira wa pete kama umedorora au umefifia, taasisi ya UYODEO inakwenda sasa kuhamasisha uh, e, uchezaji wa wanawake mpira wa wanawake mpira wa pete katika kata zote au katika wilaya nzima. Na tamasha hilo jeo ni tamasha endelevu, mwaka ilianza limeasisiwa na mimi hapa ambaye naongea sasa hivi ndio nilibuni nikaona umuhimu wa kuanzisha ile tamasha e, na tulianza mwaka 2023. mwaka 2023 tulifanyia pale e, Mkapa Garden e, Mkapa Garden. Tunashukuru kwamba uongozi wa serikali walituunga mkono na tamasha yetu, tukalifanya mwaka 2024, tulienda kufanyia Liwale. Ehe, mwaka 2025 sasa tumekuja kwenye kata ya Pande kijiji cha Mikoma. Kwa hiyo mwakani tamasha hili linaenda kufanyika kijicha na kiu kata na njirinji. Kwa hiyo tamasha hili niendelevu, lakini nie na mazumuni ni kuibua vipaji, lakini nie mazumuni kuwafikia vijana. Vijana wanatakiwa kuafikia na kuafikia kwake ni kama kupitia michezo, makongamano sawa, eh, mbalimbali ni sehemu moja wapo. Kwa hiyo hata hivi hawa vijana ambao wanamshiriki katika ligi ya hii ya tamasha mpira wa miguu wamepata fursa ya kupewa elimu mbalimbali inayohusiana na masuala ya mfano, vijana na kazi, umuhimu wa kufanya kazi, vijana, umuhimu wa kujitambua na kujithamini. Kwa hiyo kwa ujumla tunashukuru tunashukuru, kwa kweli, kwanza nitoe shukrani kubwa sana kwa viongozi wa kata ya Pande nikianzia na watendaji wa kata, lakini pia watendaji wa vijiji wote wameshiriki mpaka leo tunahitimisha. Lakini pia nimshukuru Mheshimiwa dasi wilaya ya Kilwa kwa ushirikiano yake mkubwa sana kwa kweli, tunamshukuru kwa ushirikiano mkubwa ambao ametupatia. Mgeni rasmi tuko naye hapa muda wote, tunafanya hizi shughuli. Mwaka huu tumefanya kwa kadri ya uwezo wetu tulioweza, tamasha limefana, vijana wamekusanyika na kweli mwanguko mwamko wa jamii, watu kina mama, watoto. Kwa hiyo hakika haya matamasha tukiweza kuboresha, tunaweza kuwajengea fikira vijana wetu wasijiingize katika masuala ya mmomonyoko wa mali. Uh, nini wito wako kwa jamii? katika kuadhimisha kumbukizi ya kifo cha baba wa taifa lakini kwa, kwa mambo ambayo yanatija mambeljei. Mi nafikiri kwamba kwanza nashukuru jamii kwa mahudhurio yao, lakini bado tuna nafasi. Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere amefanya mambo mengi sana katika masuala ya kipindi alipokuwa kijana, lakini kwa vijana pia, na hakuna njia nyingine ya pekee ni kufanya matamasha kama haya kuambia jamii na watu mbalimbali nini baba wa taifa ameweza kukifanya kwa taifa lake. Na wakazi wa kijiji cha Mikoma wametoa maoni yao juu ya tamasha hilo. Uh, kwa jina anaitwa Abdrahman Imani Mwandazi, ni mkazi wa uh, Kilwa Pande, katika kijiji cha Nakima Mikoma hapo uh, kulikuwa na tukio la maadhimisho ya Nyerere Day, lakini pia kuliuwashirikiana pamoja na ya shirika moja wa video, lakini pia kulikuwa na tamasha mbalimbali mbali kama wanavyoona. Tunashukuru kwa maadhimisho wako yaliyofanyika huku na sisi kutokana kwa mapande, tuna heshima yetu na moja jamani, nyingine vitu vingi ambavyo nimejifunza. Jambo la kwa, kwanza ushirikiano, kama, kama wanavyoona, lakini nikiangalia e, katika e, tunasema ile ni katika ile ajenda ambayo alizungumzia pale kwamba ni kubwa kuhamasisha juu ya viongozi wengine kuwa na ushirikiano, lakini pia kutoa misaada katika sekta mbalimbali, hasa mbali, katika shule kwetu juu zima swala wachaji wanafunzi Kuto kusoma kwa wakati, lakini pia kama ni shule ya msingi kuna wanafunzi wengi wanaacha shule ya sekondari wengewe wanaacha kati. Kwa hiyo ni tumejifunza mengi, hususani kwamba uh, kupata ushirikiano mzuri na walimu, elimu imetoka kwa malezi bora kwa watoto. Yani watoto tuwalee kwa malezi bora ya, ya kijamii. Kwa majina Mwanamisi Musa Manai, ni mkazi wa kata ya Pande, kijiji cha Kisauni kiukomo hapa leo tulikuwa tuna tamasha tamasha ambalo linahusu kwanza siku ya kumbukizi ya Nyerere Day, alafu pia siku ya vijana kitaifa. Tupo hapa tunashughulika na jambo hilo e, tumepata elimu nyingi sana hususani katika malezi na makuzi ya watoto. Wametusii sana wazazi, tuwalee watoto wetu vizuri, tuwajengee misingi mizuri tuwe nao karibu katika ushauri.